Kwa maana huyo Ezra alikuwa ameuelekeza moyo wake katika kuitafuta sheria ya Bwana na kuitenda na kufundisha maagizo na hukumu katika Israeli. Hiyo ni Ezra saba mstari wa kumi. Nataka nikwambie hatua tatu muhimu sana za kufanya ukulie wokovu au kuwe katika imani kirahisi mno na hatua hizi zinafanya ukuaji wako uwe halisi kwelikweli. Hatua ya kwanza, kutokana na mstari ambao tumeusoma, ni kutafuta kujua neno la Mungu. Biblia inasema Ezra aliuelekeza moyo wake katika kutafuta sheria ya Mungu. Aliuelekeza, alikuwa na shauku. Katika Zaburi tunga zaburi, anasema kama ayala au navyo shauku mito ya maji, nafsi yangu inakuonea shauku ee, Mungu wangu. Kwa hiyo shauku ni kitu muhimu sana. Tafuta maarifa, tafuta sheria ya Bwana, tafuta kufahamu neno la Mungu. Lakini jambo la pili ni kulitenda. Maana yake ni nini? Maana yake baada ya hatua ya kwanza ya kuwa umeshajua cha kufanya, Biblia inasema yee ajuai kufanya mema asiyatende kwake huyo ni dhambi. Sasa kuna zaidi ya hapo. Tenda kile ambacho Mungu amekisema. Kifahamu moja, mbili tenda. Yakobo anasisitiza sana anasema, mtu ambaye aa, anajua neno la Mungu alafu alitendi ni kama mtu ambaye anajiangalia kwenye kioo, akiondoka tu anakuwa ameshasahau namna ambavyo alikuwepo mwanzo. So hiyo ni hatua ya pili na ni muhimu sana. Baada ya kufahamu, hakikisha unatenda. Hatua ya tatu muhimu ni kufundisha Ezra aliuelekeza moyo wake pia kufundisha maagizo na hukumu za Mungu katika Israel. Kwa hiyo ukishajua ukishakuwa unatenda unaishi maisha ya imani maisha ya neno la Mungu maisha ya wokovu, anza kufundisha wengine. Kufundisha faida zake ziko nyingi sana nitakupa mbili muhimu. Ya kwanza inafanya kile ambacho unakifahamu kiendelee kuwa cemented, kinawekwa muhuri na kugongelewa msimamo. Lakini jambo la pili, unavyoshare unaji empty yourself unajifanya una, una kila kilichopo ndani kiwe utupu tena, alafu wewe unaendelea kupata maarifa mapya zaidi, lakini kumbuka ile sehemu ambayo ilikuwa na maarifa ya mwanzo yale ya kwanza yana dissolve kwenye kila sehemu yako. Kwa hiyo unaendelea kupata maarifa, unaendelea kuwa na shauku na utakuta mwishoni mambo yote matatu nayafanya pamoja: unakuwa na shauku ya kupata maarifa ya Mungu, unayatenda na unafundisha. Kufanya hayo ukuaji wa kiroho ni lazima. Mimi natoa Robin Mwenda, mpaka wakati mwingine. Shalom.